Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO TV. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine tena, Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha na ameniwafikisha kukuletea kisa hiki, kisa kizuri, kisa chenye maana na mazingatio, kisa chenye kusisimua cha kijana Juma ambaye alibeba laana za wazazi wake wote wawili, hususan mama yake, na pia huruma iliyoje ya mama Juma kwa Juma juu ya vitu vyote hivi ambavyo alimfanyia ndani ya kisa hiki. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Juma ni kijana wa miaka thalathini. Juma alikuwa anaishi na mkewe Bihalima lakini Juma, kadri siku zilivyokuwa zinaenda, alikuwa ni kijana mwenye kubadilika. Juma alikuwa kijana mwenye kujitosa katika makundi ya starehe pamoja na ulevi wa kupindukia. Mama yake alijaribu kumsihi sana, lakini kutokana na ushawishi wa marafiki zake pamoja na ushawishi wa mke wake, Juma hakusikia la muadhini wala la mnadi swala, Juma aliendelea. Siku moja mama yake alimwita Juma nyumbani, alivyomwita Juma nyumbani akamlingania na kumpa mawaidha na kumwambia, mwanangu Juma, dunia haiendi hivyo, yapasa unisikilize, achana na makundi, achana na ulevi, fanya ibada, mrejee Mola wako, kwani dunia tunapita. Lakini Juma hakufikia. Juma alivua kiatu chake na kumrushia mama yake na kumpiga mama yake. Juma alifikia hatua hiyo. Baada ya hapo, mama yake akamwambia, nitakuitia mjomba wako, maana ndio mtu ambaye unamwogopa. Mama Juma aliongea hivi hali ya kuwa anajua kwamba baba Juma ni mwaka wa kumi sasa, yupo kitandani hajiwezi kwa lolote, ni wa kukalishwa wa kugeuzwa, mwili wake wote umepooza. Juma baada ya kuambiwa vile akasema, simuogopi yoyote, na hata huyo mjomba hawezi kunipangia mwenendo wa maisha yangu. Juma alibadilika sana na alikuwa mtu ambaye hasikii la loyote, isipokuwa la mke wake tu na marafiki zake ambao alikuwa anakesha nao klabu na katika kumbi zingine na sehemu zingine za starehe. Juma hamuhudumii baba yake, kumuosha, kumwogesha, na wala hamwangalii mama yake, vipi anakula, vipi analala. Juma, baada ya kufanya haya ya kumpiga mama yake, aliondoka na baada ya kutia mikwara pale nyumbani aliondoka. Siku moja Juma alivyokuwa klabu na marafiki zake, simu ikaingia kutoka kwa majirani wa mama Juma. Mama Juma hakuweza kumpigia Juma kutokana na machungu, na alijua fika hata Juma nikimpigia hataweza kupikia simu yangu. Juma alipigiwa akiwa klabu saa nane usiku na kuambiwa, halo Juma Baba yako amefariki, tunakuomba njoo nyumbani tusaidiane na mama yako, ili tuweze kuandaa taratibu za mazishi na kumuhifadhi baba yako, Juma. Baada ya kuzikia vile, alikata simu na kwenda kukimbilia kwa mwongoza miziki DJ na kumwambia aongeze sauti ya mziki, na akasema leo ni siku yangu ya furaha. Juma alifanya hivyo asubuhi. Yake Juma hakwenda kuzika, watu wakaenda kuzika, na baada ya siku kadhaa, Juma akaenda nyumbani kwao, ambako alikuwa babake anaugua na mama yake, ambako anaishi pamoja na wadogo zake wawili. Juma akaanza kusema kumwambia mama yake mzazi kwamba wewe mwanamke, toka katika nyumba hii. Nyumba kuna mtu ameshafikia bei, nataka kuiuza, kwa hiyo toka katika nyumba hii. Mama Juma akajaribu kumsihi Juma kwamba asiongee maneno mazito kama hivi yeye ataishi wapi na wadogo zake, asijaribu kufanya hivyo. Juma akaendelea tena kusema, toka katika nyumba hii, nataka nichukue urithi na nahakikisha unanipa hati, na kama usiponipa hati nitaingia kuitafuta hati na kuweza kuiuza nyumba hii. Wewe katafute sehemu yingine ya kuishi. Juma alisema hivyo kumwambia mama yake. Mama yake alilia sana kwa uchungu. Lakini kilio kile Juma hakikumtisha kwa lolote lile. Siku inayofuata, Juma alikuja na mnunuaji na wakalazimishwa kutoka katika nyumba ile na kuchukua kila kilicho chao. Na nyumba hatimaye Juma akaiuza kwa bei nyingi. Mama Juma akatoka na watoto wake na hakujua wapi anaelekea. Mama Juma anajiuliza maswali. Huyu mwanangu ama nini? Kwa sababu anachokifanya si kama mimi nimemzaa. Hakika Mungu yupo, hatoniacha na hatoni tupa. Mama Juma anatoka, lakini bahati mzuri, mama Sele ambaye ni jirani wa mama Juma alimwambia mama Juma, njoo hapa nitakupa hifadhi na watoto wako. Utakula ninachokula utakunywa ninachokunywa, tutapika, utapika, tutafurahi. Mama sele aliongea hivyo. Juma akawa anaendelea na hanasa starehe na kujisahau kwamba yeye ni binadamu tu na ana wazazi. Maisha yake aliendelea hivyo, anaenda kulewa na marafiki na ushawishi mkubwa ambao ulitokea kwa mke wake. Siku moja juma Alienda kulewa saa nane ya usiku. Mara ghafla akaanza kujisikia vibaya, akawaaga marafiki zake na kuwalipia kwa ile sehemu ambayo wametumia, kutokana na gharama za pale kwenye klabu. Juma aliondoka nyumbani na akaenda kulala lakini, kufikia majira ya alfajiri, hali ya Juma ilizidi kubadilika. Juma alihisi mwili wake kama unapigwa mapanga, mwili wake unamuuma, hususan upande wake wa kulia upande wa kulia kuna muuma sana, akawa anajaribu kunyanyuka, lakini hawezi. Juma akajaribu kupiga kelele na kumwita mke wake, mke wangu, njoo nisaidie, nashindwa kunyanyuka. Mkewe mara ghafla akaja kumwona tu katika hali ile, akajua hili tatizo, na hii ni shida kubwa ambayo imempata mume wangu Juma. Hapa nichukue usafiri nimpeleke hospitali, na hii ndiyo njia salama. Mke akafanya harakati zile na kumpeleka hospitali, habari zikasambaa pale mtaani kwamba Juma amepata homa ya ajabu, hawezi kunyanyuka, ni kijana mdogo, ame- amepooza upande wake wa kulia, lakini akienda hospitali homa haionekani, kule hospitali alikopelekwa kwamba homa haionekani, lakini Juma hawezi kunyanyuka wala kukaa kapoteza uwezo wa kuongea, kapoteza uwezo wa kuona, mikojo na kinyesi vyote anajisaidia hawezi kwenda chooni, anajisaidia kwenye kitanda. Gharama zilienda hospitali, lakini manufaa hakuna wala hayajaonekana. Juma alitamani sana awaone marafiki zake ambao akikisha nao pamoja, akila akifurahi nao pamoja, lakini marafiki zake walikuwa wanamkimbia. Walihudhuria tu masiku ya mwanzo katika homa yake, lakini baada ya kupita miezi kadhaa na hospitali hakuna dalili yoyote ya Juma uponyaji, walimkimbia, walimwacha Juma na mke wake. Ikumbukwe kwamba gharama hospitalini zinaongezeka, lakini pia kadi ya benki ya Juma ipo mikononi mwa mke wake. Mke wake anajua hadi nywira yaani password zote anajua. Mke alivyoona hali ya Juma hairidhishi na hakuna matumaini ya kupona, akaamua mkimbie, na kwa sababu tu alikuwa hajazaa naye ndo ikawa njia rahisi kabisa ya kumtelekeza Juma. Mwanamke yule akakusanya kila kilicho chake na akaamua kumkimbia Juma. Juma anazidi kupata wakati mgumu pale hospitali. Madaktari wanashindwa kumpa huduma za kutosha, kwanza ugonjwa umejificha hauonekani. Lakini pia madaktari wanashindwa, tunamhudumiaje mtu huyu ambaye hata washauri wake wa karibu wamemsaliti wame wamemkimbia? Kwani hana wazazi, hana ndugu, hana jamaa, hana marafiki pia? Madaktari walikuwa wanajiuliza, lakini walikuwa wanashindwa kupata jibu. Juma alikuwa anaisha pale hospitali hajiwezi anazidi kupungua. uwezo wa kuona na kuongea umepotea. Akipata neno moja basi siku nzima au masaa sita, masaa saba ndo anaweza kuongea neno jingine. Juma mtaani, kulikuwa na wazee wa hikma na busara, wakasema hii homa ambayo anaumwa kijana Juma si ya kawaida. Wakaanza kuambiana kwamba mnajua Juma alimtesa sana baba yake na alimsahau sana kipindi baba yake anaumwa. Mmoja wao akaendelea tena kusema akasema na mnakumbuka Juma ameuza nyumba ya urithi ambayo ilitakiwa mama yake akae ya pale. Lakini kubwa zaidi, mnakumbuka Juma alimpiga na mama yake, na kiatu alimpiga na kiatu. Sasa wazee ambao wanatambua nguvu na cheo cha mzazi wakasema kwamba Juma homa anayoumwa si ya kutibika hospitali. Juma homa anayoumwa ni ya kupinda magoti na kumwomba msamaha mama yake, kupinda magoti kumwomba msamaha mama yake na kutubu mbele ya Allah Subhanahu wa Taala. Huu ndiyo utakuwa uponyaji na uzima wa Juma. Lakini mmoja wao akasema, Juma kwa hali iliyofikia hawezi hata kupinda goti, hawezi hata kuongea. Tunafanyaje kumsaidia huyu kijana Juma? Mmoja akasema, twendeni pale kwa mama yake ambapo amepewa hifadhi ya kuishi na jirani yake mama Sili. Tukajaribu kuongea naye mama yake amsamehe, amwie radhi, ili awezi kutoka katika mateso yale. Mzee mmoja akasema mimi siendi, mimi siendi huko, tutatimuliwa kama mbwa koko Lakini wakajaribu kutafakuri na kufikiri, wakaamua waende. Walipofika, walipokewa na mama Sele pia na mama Juma. Wakajua hawa wazee wana jambo muhimu sana, wakakaribishwa. Wakaanza kuzungumza nia yao ambayo iliwapeleka pale. Aisee, Mama Juma aliwaka, aliongea kwa sauti ya ukali na uchungu, akasema: munavyonitajia Juma naumia sana, na sitaki nikutane naye tena huyu. Yaani, sitaki hata kumwona, amenifanya nawaza maisha yangu yote. Sitaki, sitaki kabisa tena msirudie tena. Mama Juma alijibu hivi siku ya kwanza. Wazee wale wakaondoka, siku ya pili wakajipanga tena, wakaja. Walimkuta tu mama Juma, mama sele hakuwepo. Mama Juma hakuweza kuwafungulia hata mlango, kwa sababu alikuwa akiwaona tu wale wazee wenye busara alikuwa anavuta picha kama akawaona marafiki tu wa Juma wavuta bangi wa kunywa pombe. Lakini mama Seli alipata ujumbe kwamba tulikuja nyumbani kwako na tumeshindwa hata kufunguliwa mlango juu ya lile swala la Juma na kumwombea msamaha. Mama Seli alijaribu kuongea naye Mama Juma na kumwambia, emrudisha moyo wako, jaribu kuwa mpole, emkumbuka ni mara ngapi uliteseka juu ya Juma, ni mara ngapi ulipambana juu ya Juma, na ukiacha kupambana tena hapa kumsamehe, hapa hautamwona tena Juma. Rudisha moyo wako kuwa kama zamani. Mama Juma alifikiri, akasema sawa. Siku ya tatu wazee wale wakaja, wakaongea na Mama Juma, na wakamwomba atamke tu lile neno la kwamba kusema, nimekusamehe mwanangu Juma popote ulipo walikuwa tu wanataka kauli hii ya mama Juma, wale wasi na kweli, mama Juma akatamka, nimekusamehe mwanangu Juma popote ulipo. Baada ya muda ule tu iliingia simu kutoka kwa daktari ambaye ndo anamwangalia Juma kule hospitali kwa mmoja ya wazee ikaingia simu ikawa inasema, habari njema mzee fulani, habari njema, Juma ameweza kukaa kitako, Juma anaongea. Lakini cha ajabu, Juma katika maneno anayoongea anasema, mama nisamehe mama ni samehe, mama ni samehe. Ndo hayo maneno sasa. Sijui kuna mfungamano gani wa maneno haya na homa ya Juma. Wazee wale na mama Juma na mama Sele wakaenda moja kwa moja hospitali wakati ule ule. Juma alipomwona mama yake mbele yake hakuweza kuamini. Machozi ulikuwa unamtoka machozi wa huzuni na majuto. Juma alishindwa kufikiri, alishindwa kufikiri nini aseme. Juma juma alijaribu kunyanyua mikono yake ambayo haina nguvu kuashiria tu kwamba anamuomba mama yake amsamehe, lakini mama yake alimuelewa, akamwambia, nimekusamehe mwanangu. Mama Juma alikuwa anafikiria uchungu wa uzazi na malezi ya Juma, akaamua bora amsamehe. Juma alipata nguvu zaidi baada ya kusikia kauli hii ya mama yake mbele yake, akiwa ya katika kitanda kikubwa pale hospitali, tena baada ya kuugua miezi kadhaa, kama si mwaka. Juma alisimama nguvu mpya, Juma kapata, lakini Juma ameisha sana. Afya ya Juma ikawa inaendelea kuimarika siku baada ya siku, na wazee wenye hekima wakafumbua fumbo la homa ya Juma ambayo inasemekana kurusha kwake kiatu kwa mama yake na matiso ndio kupooza kwake upande wake mmoja wa kulia. Juma hakupasa kumfanyia vile mama yake. Juma aliendelea kuuguza mwili wake, akili yake ambayo iliharibika pia kisaikolojia. Na baada ya muda kadhaa au baada ya muda fulani, Juma akapata ruhusa pale hospitali, baada ya harambee ya mtaani kwake na hospitali kumsamehe nusu deni, akarudi kuja kuungana na mama yake. Juma alimkaribisha mama yake katika nyumba yake ambayo alikuwa akiishi na mke wake ambaye kamkimbia. Juma alikuwa anajuta kila siku, lakini Juma alikuwa mtu wa mfano. Baada ya tukio lile, Juma akatangaza hatakuwa na marafiki tena na hatakuwa na mke tena mpaka umri wake utavyoishia hapa duniani, alisema Juma. Mama Juma alimwelekeza Juma kusimamia mashamba ambayo yapo mkoani Pwani, mahekari kwa mahekari ya minazi ambayo aliacha baba yake, ambayo Juma alikuwa hajui yako wapi, na ya mama Juma alishindwa kumwambia Juma kwa sababu aliyofia angeauza kama alivyouza nyumba Juma. Akawa msimamizi mzuri wa rasilimali za nyumba yao, na akawa anawasimamia ndugu zake pia kupata masomo ya dini na dunia. Hakika Juma amejifunza kutokana na makosa. mpaka kufikia hapa, mpenzi mtazamaji, asante sana, na niwashukuru kwa kusikiliza simulizi hii au kisa hiki ambacho kina mazingatio, namna gani ya kuishi na wanadamu, namna gani ya kuishi na mkeo, namna gani ya kuishi na mama yako mzazi wako ambaye amepata balaa la ugonjwa, namna gani ya kuishi na marafiki, namna gani ya kuidhibiti akili yako isifanye kila ambacho inatamani. Hakika hadithi hii ina funzo au ina mafunzo kwa kila mja mwenye kuzingatia juu ya umuhimu wa wazazi na ikumbukwe kwamba laana ya mzazi inaweza kukukuta muda wowote, saa yoyote, ukachanganyikiwa katika maisha haya ya dunia, ukavurugukiwa na kila kitu, kila kitu kikaenda sivyo ndivyo, kutokana na laana ya wazazi. Kufikia hapa, mpenzi mtazamaji, sina la ziada, sina la zaidi ni kuombe usisahau kusubscribe kucomment kuraiki na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. wa ila huna ara yakfi wa aqul lakum Assalamu alaykum wa rahmatullahi